Na nikisalia katika kaunti ya Makueni ni kwamba serikali ya kaunti ya Makueni imeanza mpango wa kununua maembe ya wakulima kwa takriban shilingi milioni 13.9 ikilenga kununua tani 580 msimu huu, maembe ambayo yatatumika kutengeneza sharubati katika kiwanda cha wakulima cha matunda cha Kalamba. Mpango huo unatarajiwa kuwapunguzia hasara wakulima wa maembe, huku maembe mengine yakitarajiwa kupelekwa mataifa ya nje. Serikali ya kaunti ya Makueni imeongeza fedha za kununua maembe kutoka kwa wakulima kutoka shilingi milioni kumi na moja mwaka uliopita hadi shilingi milioni kumi na tatu nukta tisa mwaka huu ikilenga kununua tani mia tano themanini za maembe.

Tunajaribu kwa sasa waendelea kuchecka. Maembe hayo yananunuliwa kutoka kwa wakulima na kupelekwa katika kiwanda cha wakulima cha kutengenezea sharubati cha Kalamba. The CEO agriculture to ensure that we validate and verify every record uh, that of mangoes that was delivered at Kalamba to ensure that every farmer that is going to benefit from that project and program uh, is from Makueni county. Aidha, kumekuwepo na tetesi ya kiwanda hicho kununua maembe kutoka kwa wakulima wa nje ya kaunti ya Makueni, na kuwafanya wakulima wa kaunti hiyo kukosa nafasi ya kwenye kiwanda hicho, madai ambayo yamepingwa na shirika la wakulima wanaonunua maembe na kupeleka kwenye kiwanda hicho. Kuleta maembe hapa na hatujakuwa na shida. Watu wamesema tumekuwa na shida. Ile shida tumekuwa nayo ni propaganda, imeletwa political propaganda. Nimesikia kwa maredio watu wakisema

palikuwa na shida. Umesikia ile shida ilikuwa propaganda imeenezewa mpaka wakafunga containers za export for three weeks na... kwa hivyo uh, sisi kama wakulima ama wakilishi wa wakulima e, tunaona tunaendelea vizuri kuchukua mzigo ya wakulima, na sasa hawa wakulima wote wa Makueni tunachukua huku. Kwa hivyo e, sisi tunajaribu jinsi ya uwezo wetu na jinsi ya capacity ya factory vile na process matunda Seneta wa kaunti ya Makueni Dan Maanzo, alizuru kiwanda hicho baada ya kupokea malalamishi ya wakulima na kulitaka bunge la kaunti ya Makueni kufanya uchunguzi iwapo madai yaliyoibuliwa ni ya kweli, basi watu meripoti kwa bunge la seneti. Lakini tangu huyu mradi huje umekuwa wa kuongeza, uh, kuhakikisha kwa kwamba tumefanya prosesi hapa Makueni na tumeweka value addition na hata imetengeneza mpaka juice na nia yake ni kuhakikisha kwamba wakulima hawajapoteza mazao yao na wamepata faida ambayo inafaa. Kwa hivyo kwa ile maswali kidogo imekuwa na imeibuka uh, nimependekeza bunge ya Makueni kamati ambayo inahusika na kilimo ianze kwanza ije hapa iangalie makaratasi yote. Uh, ripoti ipeanwe kule Senate na sisi tuulize Gavana wa Makueni maswali, ndio tuhakikishe kwamba haki imepatikana kwa kila mkulima wa Makueni.